Ikiwa imesalia siku moja kabla ya maandamano ya ukumbusho wa mwaka mmoja tangu vijana wa kizazi cha Gen Z kuuawa wakati wa maandamano ya kupingwa msaada wa, wa fedha mwaka uliopita, <coughs> baadhi ya viongozi wa kisiasa sasa wakiwataka vijana kusitisha maandamano hayo haswa kufuatia visa vilivyoshuhudiwa vya maafisa wa polisi kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji na hata kwa Wakenya wasiokuwa na hatia. Make your voice heard please, make your voice heard in the loudest way But it doesn't have to be violent. Maandamano haitatusaidia, itapomua nchi yetu, itapomua kaunti zetu, parapara ile tumejenga na pesa ya ukopa na pesa ya taksi yetu, utakuta watu wengi wataweka moto na ita tusaidia. Lakini baadhi ya Wakenya wameonekana kuunga mkono maandamano hayo, wakisema kutasaidia kupunguza visa vya Wakenya kuuawa kiholela mikononi mwa maafisa wa polisi. Naunga maandamano mkono, jiukiangalia upande wa sisi kama wananchi agi zetu asifuatu vile inafaa, kama polisi napata polisi, badala ya kusikiza hawa wananchi na waelekeze vizuri, wanaanza kuvuruka. Naunga maandamano mkono, sababu ukiangalia polisi na wananchi wamekuwa ni kama waaminiani, na polisi badala walinde wananchi ni kama amekuwa maadui. Na katika katiba, mwananchi amepewa majukumu ya kuonyesha on, ku, serikali mwelekeo kama waelewani. Hata hivyo, Wakenya wanaopinga wanahofia hasara ambayo itasababishwa iwapo maandamano hayo yatageuzwa uwanja wa vurugu na wahuni jinsi ilivyoshuhudiwa katika maandamano ya awali. Maandamano haitatusaidia katika hii Kenya mambo ikuwe mzuri. Maandamano itafanya hii Kenya mambo iendelee na kuwa ngumu, kwa sababu maandamano inafanya uhalifu wa uh, ile kitu tumetafuta. Sasa wanaitaka serikali kuhakikishia waandamanaji usalama wao wakati maandamano hayo yakiendelea. Kama ni maandamano venye wananchi wanaandamana, waelekezwe na polisi waende waweke ile mikakati inafaa kwa kwa nini zile barua zao? Hiyo itakuwa sawa juu ju, hakuna ju, nchi yingine tunaweza tumia bila maandamano. Ile kitu tunaomba ni serikali isikize wana Gen Z, serikali yenyewe kisikiza wana Gen Z na wafanye venye hipasavyo. Hakuna mtu akona shida na serikali hiyo, serikali ni ya wananchi, ndio walinda wananchi. Huku hofu kuhusu maandamano yanayoandaliwa siku ya Jumatano ikizidi kutanda nchini. Wengi wanasubiri kushuhudia iwapo maafisa wa polisi watatekeleza wajibu wao wa kuwalinda Wakenya au kutashuhudiwa matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji. Meri Kyalo, Undugu TV, Kaunti ya Machakos.